Kuzaliwa nimetoka Kwale, ambapo kuna jamii nyingi sana ya jamii ndogo ndogo. Kuna watwaka wa Pemba, wa Makonde, wa Vumi miongoni mwa wengine wengi ambao bado hawajatajwa. Langu ni kuwasihi tu ya kwamba licha ya kwamba tumetoa katika jamii zilizo ndogo, tusijinyime kufaidi katika miradi mbalimbali ambayo iliyopo ndani ya serikali. Pengine uwakilisha tujafikia pale tunapotaka lakini niliongea na mwenyekiti jana, nikasema kuna umuhimu wa kubadilisha baadhi ya sera, kuhakikisha kwamba wale wanaotoka jamii ndogo ndogo wanapewa priority katika maswala ya ajira. Tumejaribu kama serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wake Rais William Samoei Ruto kuwahusisha, lakini najua bado idadi ni ndogo sana, and we need to do. Na hiyo nawaahidi leo ya kwamba kwa ushirikiano na mwenyekiti tutalitilia pondo kwamba mnawakilishwa katika kila sehemu za ajira na katika serikali, katika maswala ya elimu. Uzuri wa elimu haiangalii kabila, haiangalii dini wala haiangalii jamii yako ukubwa wake ni upi. Nawaomba kama kuna dada zangu, kaka zangu walio majumbani, let's take advantage ya miradi ya kielimu iliyopo ndani ya serikali kuu na serikali za kaunti, ikiwemo zile basari za maeneo bunge tupeleke watoto wetu shule, maana tukoelimisha tunawapatia nguvu za kuweza kukabiliana na maskini katika jamii zetu. Katika masuala ya vitambulisho vile vile, kwa muda mrefu imekuwa changamoto mwanzo. Kutoka katika jamii ndogo, ilikuwa kupata kitambulisho ni kazi. Ukiambwa lete ba certificate ya babu ya nyanya, sijui ulete pesa, na wengi hali zetu za kimaisha ni duni. Rais William Samuel Ruto kidogo majuzi amesema vitambulisho vipeanwe bila ubaguzi bila ada yoyote. Let's take advantage of that and make sure every child from our communities aliyefika umri wa miaka 18 anaweza kupata stakabadhi ile muhimu katika masuala ya afya naona ndio jambo kutoka shirika la kutetea haki za binadamu. Masuala ya afya ni haki yako ya kimsingi vile vile afya haichagui kabila haichagui dini ama eneo unalotoka. kama serikali ya Kenya kwanza tuko na mpango wa SHA, Taifa Care Nawasihi ndugu zangu, mujiandikishe, ili ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, rafiki zangu waliokule mashinani, maeneo ambayo wa yametengwa, waweze kufaidi na huduma hii ya afya kwa wote, maana tukiwa wagonjwa, pesa hatuna, uwakilishi hatuna, si so, umaskini unazidi. Kwa hivyo naomba ushirikiano. Hii serikali ya Kenya kwanza ni yetu sote, mulichangia pakubwa kuingiza katika mamlaka lisha ya kwamba tunabagiliwa katika baadhi ya maeneo, msijibague katika kufuatilizia hizi nafasi zilizopo. Jitokezeni kama nafasi za polisi nendeni, za NYS nendeni, za kwenda majuu nendeni, digital hubs nendeni, every opportunity ambayo mnasikia inapeana na serikali kuu, na wasihi msiangalie udogo wa kabila ama jenda ni gani. Let's stand up, turn up and enjoy these small small opportunities, maana hatuandefu safari ndefu huanza na hatua moja. Kwa hayo mengi machache, na washukuru, na hii isiwe mwanzo ama isiwe mwisho, tuendelee. Tumezungumzia masuala ya deri, mimi najua kule watswaka Kwale wanasuka mikeka mizuri sana na vikapu ambavyo ukiviangalia katika market ya kimataifa na shilingi elfu sabini, lakini mayai inaoza kule Tana River. Vile vile shanga zetu maeneo ya Garissa, Marsabit, ukiangalia kina mama wanafanya kazi nzuri. Ndio utamaduni wetu huu. Fedha ipo katika sekta ya utalii, let's take advantage of that. Katika sekta ya kilimo, let's take advantage of that. Katika usafiri, let's take advantage of that. Kwa hayo mengi machache, Mwenyezi Mungu wabariki na tuko pamoja, shukran.